Alinituma niende nikanunue sukari, nilimkuta ilimkuta akichoma takataka ta na akanivutia kwenye nyumba yake ambayo alikuwa anaishi mara ya kwanza kabla ya kujenga hii kubwa. Akanivua nguo na kunitoa nguo yangu ya ndani iliyokuwa nimevaa na kunifanyia vitendo vya ukatili, alinifumba mdomo. Aliniambia nikisema kwa mama atanipiga. Napo mama alinituma sukari, ilikuwa imeisha ya mtoto ya uji. Akasema mtoto atanyea nini? Nikasema mama, nipe hela niende nikanunue. Wakati napita, nikamkuta amejibanza ukutani na kunivuta tena, alinivuta na kuniingiza mle mle ndani na kunifanyia vitendo vya ukatili, ilitaka damu pia. Nilifuta, niliondoka, nilienda, nilinunua sukari na kurudi nyumbani kwa mama nikamwambia mama nilikotoka, kulikuwa kuna wateja wengi. Aliniuliza, kwa nini, mbona umechelewa? Nikasema, mama, kulikuwa kuna wateja wengi. Akasema, kweli mwanangu? Nikasema ndio. Ndo siku inayofuata kulikuwa siku ya kwanza ya pili ya, ilikuwa siku ya Jumatatu ya Jumanne, kulitokea na msiba. Wakati kuna msiba, alikuja asubuhi akaomba mchango, alivoomba mchango mama alikuwa hana hela akasema, ili kwamba nikipata tapia nikupatie huko huko msibani. Wakaondoka na pia, alivyofika msibani alivyopata hela alimpatia, na muda walivyoondoka wakatoka msibani kule makaburini walirudi nyumbani kwa ajili ya kula chakula Ali, alitoka nyumbani kwa yule aliyekufa akaja nyumbani akanikuta mimi hapa naosha vyombo alinivuta na kuniingiza vyumba vitatu huko hivi ambako mgine wameshaondoka, wengine alikuja wa wa yeye mwenyewe kuwafukuza. Akaniambia anataka nifanyie tena, nikamwambia mimi sitaki, ndo akaondoka na kurudi nyumbani kwake, ndo muda huo huo kukaa kidogo, mama alirudi, na pia tuliendelea na shughuli zingine <todicompe> Usiku niliendelea kulia na tumbo, tumbo liliendelea kuniuma. Mama alienda alichimba maduruta ma, mizizi yake na kunichemshia na kuendelea kuinywa. Baada ya kuendelea kuinywa, tumbo bado liliendelea kuuma, nilipoendelea kuinywa kuinywa. Ndio na siku hiyo hiyo ya pili yake kuamkia kesho aliniambia mama, akasema hivi kwamba mwanangu, mbona sio kawaida tumbo linakuuma kila siku, na hii dawa ukinywa baada ya siku ngapi tumbo linapona? Kwa nini wewe bado linaendelea kuuma? Au mwanangu, ulikula kwa watu na ndio maana walikuwekea na kitu kibaya kwenye chakula, tumbo ndo maana linakuuma? Nikamwambia mama, hapana, mimi silagi kwa watu. Akasema mwanangu au kuna mtu alikufanyia utofauti utaki kusema ndio? Nikasema mama, ni kweli babu alinifanyia hivi na hivi na hivi na hivi, najisikia vizuri, lakini kwenye tumbo kwa chini kitovuni panauma, ninapoenda kwenye haja kubwa chooni kunauma. Pole sana. Uchunguzi uh, na unaendelea wa hilo tukio, kama ulipata ni la mwezi huu, maana alikwepa kwenye hii taarifa, lakini kimsingi